Mwaka huu bodi ya kurugenzi imetenga shilingi milioni mia tatu na thelathini ikiwa nimekusanywa pamoja na kutoka kwenye Korosho Marathon na fedha kutoka katika maeneo mengine, ambapo mwaka huu tutagawa mashine hamsini. Tunataka wabanguaji wadogo wa korosho waachane na mpango wa kutumia zile mashine za mikono au mashine zile za maji. Kwa hiyo ni matumaini yangu, wote tumenufaika na siku ya leo, lakini pia tumefanya mazoezi kama sehemu ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza ambayo yamekuwa ni tishio katika maisha ya jamii ya sasa hii. Kwa hiyo, ni jambo la heri kufanya mazoezi ikiwa ni sehemu ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukizwa. Hii season ya mbio za korosho ni sizoni ya nne na ni ubunifu ambao bodi ya korosho iliufanya kwa lengo la kuhamasisha wananchi hapa nchini tule korosho zetu. Mojawapo ya makusudio ni kwamba tupanue wigo wa kupata masoko. Tumekuwa mara nyingi tunahangaika kutafuta masoko nje ya nchi, lakini kama kila Mtanzania atahamasika kula korosho maana yake tutakuwa hatuna haja ya kuenda kuuza korosho gafi nje, na ndio maana jitihada zetu, Mheshimiwa Waziri, tumeongeza uwezekano wa kubangua korosho nyingi nchini kwa kuhamasisha vikundi, kwa kuwapatia mashine za kisasa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wakulima wenzangu, vikundi mbalimbali, AMCOS, tuchangamkie fursa hii ya kupewa mashine za, za umeme ambazo zitakwenda kurahisisha ubanguaji na kuongeza tija katika zao letu. Mbio hizi zinatusaidia pia kutangaza fursa za uwekezaji katika soko la korosho, lakini pia kama wanamichezo inatusaidia pia kuboresha afya zetu, na mbio hizi kwa ujumla wake zinatupa nafasi pia kuhamasisha ulaji wa korosho ambazo korosho, karanga na pamoja na matumizi ya bidhaa zingine zinazotokana na zao la korosho ambazo tumeziona katika mabanda yetu ya maonyesho pia lakini lengo mahususi kwa ujumla wake, tunataka tupanue soko la ndani la ndani la kuuza korosho, na itatusaidia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini pia uchumi wa taifa letu. Ndugu wananchi na wanamichezo kwa ujumla wake, washiriki walioshiriki wa wanakadiria kufikia elfu moja kutoka ndani na nje ya mkoa wetu wa Mtwara pamoja na wapenzi wa michezo kutoka mikoa yetu ya jirani. Naomba niseme kwamba kujitokeza kwenu kwa kushiriki katika mbio hizi mmekuwa mmeunga mkono kwa vitendo jitihada za serikali katika kuhamasisha ulaji wa korosho, karanga na matumizi ya bidhaa zake, na hii itachochea ujenzi wa viwanda vya kuongeza thamani katika maeneo yetu kwa ajili ya kuchakata korosho ghafi. Na ujenzi wa viwanda hivyo utaendelea kuzalisha ajira kwa vijana na wanawake katika taifa letu, ambayo ni dhamira ya serikali ambayo imeweka katika kuajiri watu wake.